karibu tena kwenye hadithi yako ya usiku leo tutasafiri mbali mbali hadi kwenye nyika za kajiado mahali upepo huimba usiku na anga hukumbatia ardhi kwa upole leo tutamsikia kijana aliyeitwa saitoti kijana wa ujasiri wa utulivu na wa moyo usiyoyumba aliyekutana na simba macho kwa macho si kwa sababu ya chuki bali kwa sababu alipaswa kulinda kila alichopenda. Sasa funga macho yako, pumua polepole, hebu twende pamoja kwenye safari hii ya usiku. Saitoti alizaliwa wakati wa mvua za mwezi wa saba, mvua za kwanza baada ya kiangazi cha mwaka huo. Alizaliwa chini ya mti wa akasia, mama yake akimlalia kwa blanketi ya ngozi ya kondoo. Kutoka utotoni alikuwa akisikiliza sauti za wanyama. Aliweza kusema ni fisi yupi alipita usiku au ni ndege gani aliyepita juu ya nyumba yao ya udongo. Baba yake mzee Olenkeri alimfundisha kila siku. Kila asubuhi kabla ya jua kuchomoza, walienda porini, wakatambua nyayo na walifuatilia sauti zisizoonekana. Saitoti alipenda kujifunza lakini pia alipenda kuchunga wanyama, walikuwa marafiki zake. Hakuwa na haraka, alijifunza kwa kuangalia, kwa kusikiliza, kwa kunyamaza. Miaka ikapita na kijana sasa alikuwa amekomaa. Mguu wake ulikuwa na nguvu na macho yake yaliona mbali. Kisha mwaka mmoja mvua haikunyesha. Miti kakauka, ardhi kapasuka, ngombe wakaanza kulegea. Wazee walikaa chini, wakaamua vijana wachukue mifugo mbali hadi pembezoni mwa hifadhi. Saitoti alichukua ngombe themanini akawaongoza kuelekea kusini, mahali pa mbali, polini kabisa. Huko alikuwa na mikuki miwili, rungu lake la asili na mbwa wake Leparua. Walitembea siku nzima na walifika mahala ambapo kimya kilikuwa kinaongoza zaidi ya maneno. Usiku wa kwanza aliwasha moto mdogo mdogo, akasema sala ya polepole pole, na akalala huku akisikiliza nyota zikizungumza. Usiku wa pili kuna kitu kilikuwa tofauti. Leparua alinguruma kwa sauti ya chini, sauti iliyotoka tumboni, sio ya hofu bali ya tahadhari. Saitoti aliamuka, alikaa chini, akasikiliza upepo, akaweka sikio chini ya ardhi, akasikia tetemeko polepole lile la simba. Akasimama, akatembea taratibu kwenye giza. Mbingu ilikuwa kimya, mwezi haukuonekana. Kisha macho mawili yakaangaza umbali wa hatua kumi tu yakangaa kama mwanga ndani ya shimo. Simba dume mkubwa mwenye njaa akizunguka kundi la ngombe kama kivuli cha kifu. Saitoti hakuogopa, alijua sasa ni muda wa maamuzi. Alipiga ukelele wajadi, wa jadi ule wa vijana wa moran, na simba kasimama. Sekunde chache zilitulia kama mwaka mzima, kisha simba karuka kwa kasi isiyoelezeka Mbwale parua, kamurukia Saitota, kajitupa mkuki mkononi. Kwa sekunde ishirini, polini palikuwa na mapambano ya kweli. Saidi za simba, sauti ya maumivu na upinzani wa kijana mmoja tu, mikuki miwili, mkono mmoja uliovuja damu, lakini moyo wa shujaa. Mkuki wa pili uliingia upande wa kushoto wa kifua cha simba. Simba lilia kwa mara ya mwisho, kisha kakaa kimya na usiku ukarudi kuwa na ukimya wake. Asubuhi ilipofika, jua likuwa linachomoza taratibu kwenye mlima wa Olokirishi, na kijiji kizima cha Ekaroni kilikuwa tayari kimekusanyika, wakishangilia, wakipiga miluzi na kuimba nyimbo za mashujaa. Ilikuwa sio siku ya kawaida, ilikuwa ni siku ya historia, siku ambayo jina la Saitoti lingeandikwa miongoni mwa majina ya wapiganaji wakuu wa jamii ya Maa wazee wa kijiji wakiwa wamevaa mashuka mekundu na vikuku vya shanga walikuwa wamesimama mstari wa mbele wakiandaa mapokezi ya heshima mwanaume kijana aliyethubutu kumwangalia simba uso kwa uso na kuibuka mshinda akiwa anarudi Saitoti alipowasili, miguu yake ikiwa bado na vumbi la porini, mkono wake wa kulia ukiwa bado na damu kavu ya simba, kijiji kililipuka kwa shangwe. Akina mama walicheza ngoma za ushindi na watoto walimkimbilia huku wakimuita "Saitoti Olaitoriani, Saitoti shujaa." Mzee Kapiloi, mzee wa mila, alimtazama kwa macho ya fahari kisha kamuita mbele ya hadhira na kwa sauti nzito yenye uzito wa enzi akasema: leo tumeshuhudia kuzaliwa kwa simba mwingine, lakini si yule wa manyoya na makucha. Ni simba wa roho, moyo na ujasiri. Saitoti umeitimiza tendo ambalo alijafanywa na wengi. Leo hii jamii na kukubali kuwa moran kamili. Ndipo waliweka mkeka wa ngozi ya ngombe mbele ya Saitoti akaketi chini na wazee wakamvalisha taji la manyoya ya simba, ishara ya ujasiri usiotikisika. Kisha akapewa rungu la mzee na kupakwa mafuta ya mitishamba kwenye paji la uso. Sauti ya nyimbo za jadi ilijaa angani: eishoi enkai lenkiteng oloiboni lenkai na ishorua Saitoti Mungu wa mifugo, ewe mtabiri Mungu, tunakubariki Saitoti. Jioni ilipofika, walichinja ngombe wa sherehe na kijiji kilikula na kusherekea hadi usiku wa manane. Saitoti hakuwa tena kijana wa kawaida, alikuwa sasa kiongozi mtarajiwa, mlezi wa heshima na mlinzi wa ardhi ya mababu. Baada ya siku ya mapokezi, jina la Saitoti ikawa gumzo si tu katika Engaroni, bali vijiji vya mbali kama Oltepesi, Mbirikani na hata Loitokitok. Kila mara alipokuwa akitembea, watu walinongona nyuma yake kwa heshima, huyo ndiye aliyemuua simba peke yake bila msaada usikuagiza totoro. Lakini ndani ya nafsi yake Saitoti alianza kuhisi uzito wa jina lake jipya hakuwa tena yule kijana wa kuchunga ng'ombe na kucheza na wenzake porini. Sasa alitazama kama kiongozi na mteule wa siku zijazo. Usiku moja, alipokuwa ameketi karibu na moto akiwa na rungu lake alipopewa, alianza kufikiria, je, ni mimi kweli aliyemuua simba au ilikuwa ni bahati? Je, nitaweza kusimama tena mbele ya hatari kubwa zaidi? Hofu hii haikuwa kumjia awali lakini sasa ilianza kumtafuna. Wazee walitaka aingie katika baraza la mashauriano, vijana walitaka wafundishe ujasiri na familia yake ilitegemea angeleta heshima ya kudumu. Mwezi mmoja baadaye msafara kutoka Nairobi uliwasili kijijini. Ilikuwa timu ya watafiti, waandishi wa habari na wapiga picha kutoka shirika la kimataifa. Walisema walikuwa wameisikia hadithi ya Saitoti na walitaka kuandika kitabu na kutengeneza filamu. Walikuja na maboksi ya zawadi, viatu vya kisasa, simu ya mkononi na hadi ya kumpeleka mjini. Kijiji kilifurahi, lakini mzee Kapiloi alimtazama Saitoti na kusema kwa sauti ya chini, mtoto wa simba asijidanganye kuwa kila anayempa sifa ni rafiki jicho la fahari lisikufanya upotee barabarani. Saitoti alikosa usingizi, alikuwa kati ya njia mbili: kutimiza ndoto ya kuwa kiongozi wa jamii yake au kuikumbatia dunia mpya yenye mvuto, lakini isiyo na mzizi. Usiku mmoja ndotoni, Saitoti alijikuta tena porini, uso kwa uso na yule simba aliyemuua, lakini safari hii simba hakumvamia. Alizungumza kwa sauti ya kina, "Ulinishinda kwa nguvu, lakini ushindi wako wa kweli uko ndani yako. Utaishi kama simba, si kwa sababu liua, bali kwa sababu utaongoza wengine wasijifanye simba wa bandia." Alipoamka moyo wako ulikuwa mzito, lakini umejaa mwanga mpya. Alijua sasa alichotakiwa kufanya si kuikimbia jamii yake wala kuikumbatia sifa za dunia tu ila kuwa daraja kati ya dunia mbili. Kulipo pambazuka kijiji kilikuwa kimetulia, lakini ndani ya boma la familia ya Saitoti maandalizi ya baraza maalum yalikuwa yanaendelea. Leo haikuwa siku ya kawaida. Saitoti angewasilisha wazo lake mbele ya wazee na vijana kwa mara ya kwanza. aliingia ndani ya kiwanja cha mikutano akiwa amevaa mashuka ya rangi mbili: nyekundu, ishara ya jadi na nyeusi, ishara ya mabadiliko. Alitembea kimya kimya hadi katikati ya duala wazee, kisha akapiga goti mmoja na kusema, nimeona simba, nimeona dunia, ila ninaona hatari mpya. Vijana wetu wanaondoka kijiji bila dira, wakisahau mzizi yao. Nataka kuanzisha kituo cha kujifunza Enkare na Shibai, shule ya simba. Hapa tutajifunza mila, lakini pia tutaelewa teknolojia, biashara na maisha mpya. Tunaweza kuwa simba wa jana na kesho pia. Wazee walitazama kimya, kisha mzee Nkapiloi akasimama na kusema Saitoti, mtoto wa Enkaroni, mwana wa shoka la haki, leo umetimiza licho tamani baba yako kabla jafu kuona kizazi kinachokumbatia dunia lakini kisichopoteza ardhi chini ya miguu yao. Tunakupa baraka zetu. Wiki mbili baadaye, Zaitot alianza ujenzi wa kibanda cha kwanza kwa mikono yake mwenyewe. Vijana walijiunga, wake kwa waume alifundisha jinsi ya kutambua nyayo za wanyama, kuzungumza Kiswahili na Kiingereza, kutumia simu kwa biashara ya mifugo na hata kutengeneza video fupi kuhusu maisha ya kijijini. Kituo chake kilianza kuvutia hata watu kutoka Tanzania, Narok na Samburu. Saitoti aligeuka kuwa mfano wa kizazi kipya, moran wa maarifa lakini kadri jina lake lilivyozidi kuenea, baadhi ya watu waliozoea kuuza ardhi ya kijiji kwa wageni bila idhini walianza kumchukia. Walihisi shule ya Saitoti inaamsha vijana, na vijana waliopata maarifa hawakuwa tena rahisi kudanganywa. Siku moja alipokuwa akirudi nyumbani jioni, aliwakuta watu wasiojulikana wamevamia kituo chake, wakavunja madirisha, wakaiba simu, wakachoma sehemu ya dari. Kijijini kilijaa uzuni, lakini Saitoti alisimama mbele yao akasema, simba hufukuzwa wa mara mmoja, lakini anarudi tena. Moto wenu umewasha hamasa ndani yangu, tutajenga upya, tutarudi tukiwa wengi. Na kweli ndani ya mwezi mmoja kituo cha Enkari Nashipae kilikuwa kimejengwa upya, sasa kikiwa na jina la Saitoti Simba Foundation.